Hapo mdogo wangu siku hizi hafiki shule huyo. Muda wote yupo na Fatuma, muda wote kuna Fatuma, muda wote hafiki. Hamna nyenye cha kusoma kila. Cheki angalia anacho kivaa. Hamna kile. Wenzote wenzote wanavaa mizuri au wanavaa siji. Na hela. Mdogo wangu tafuta hela. Na hela. Tafuta hela mdogo wangu. Sema nini? Mm. Wewe, oh, unajuzi kati mdogo wangu leo nimchoresha? Hivi. Mm. Ah. Nimeingia pale kidem chako kile. Mm. Kile kifatuma. Eh. Mm. Amenipanga hivi, kuna shughuli mara pibaste, mara vipi, mimi si ndo nikaingia bwana, ile dei Jumamosi le. Mm -hmm. Asa, ile kuingia nakuta watu wana kula mchele. Mm -hmm. Naagizia na ndo mi. Mm -hmm. Umeisha ngamoto shame. Mm -hmm. Jio kwanza. Unajua? Mm -hmm. Ile kumuita nikamwambia, vipi mazingira ya kula? Akanambia hapa, shemeji yangu, msaso umeisha. Sema mabaka wa nyumbani ndani wa kumalizia usiku. Nikamwambia mm -hmm. Yeah, sikia,

hapa na hapa huku na huku, nikamwagiza maji hii. Oh, yeah. maji manne nikanywa pale katoni nzima. Unaona bwana a bwana nivotoka hapo bwana bwana. ah. hm. yule nanyanywa miguu, rafiki yangu, nisitapike nini nisi nini nisishibe, nimeshiba yaani, so kutapika, nimeshiba